Kutoka Nairobi na fululiza hadi katika kaunti ya Nyeri. Baada ya haya kutendeka, askofu wa kanisa la ACK jimbo la Nyeri Gerald Mwangi Muriithi amekashifu kitendo cha siku ya Jumapili kilichosababisha vurugu kuzuka katika kanisa alilokuwa anaabudu aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua. Akilaani kitendo hicho, Askofu Muriithi amebaini kuwa wahuni wakiandamana na maafisa wa polisi walifika kanisani humo na wakaanza kuzua vurugu. Akisikitishwa na kitendo hicho, naibu kinara wa Jubilee Daktari Fred Matiangi amesema kuwa serikali inajaribu kupeleka taifa la Kenya katika njia la njia ya hatari, na haiwezekani serikali kuwashurutisha Wakenya ili wapate ushindi kwenye uchaguzi. Matukio ya siku ya Jumapili yaliyotokea katika kanisa la Wetima kaunti ya Nyeri yameendelea kulaaniwa na viongozi kadhaa nchini pamoja na kanisa la ACK jimbo la Nyeri. Ah, narusha maya. Hao warusha maya tukienda polisi wanawaita. Akisikitishwa na kitendo hicho Askofu wa kanisa la ACK jimbo la Nyeri Gerald Muriithi amebaini kuwa maafisa wa polisi wakiandamana na wahuni ndio waliozua vurugu katika kanisa hilo. Pia muungano wa makanisa nchini NCCK umelaani kitendo kile, wakisema tukio hilo lilikuwa kinyume cha sheria, wakimtaka waziri Murkomen na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kuiomba kanisa msamaha. Wakati huo huo, viongozi wa kidini kutoka jimbo la Pwani wameungana na kulaani kitendo hicho, wakiongozwa na mchungaji Melkizedeki Ayumba. Viongozi wale walitoa wito kwa idara ya usalama kuheshimu maeneo ya ibada. Pia wamehimiza serikali kuchukua hatua za kuzuia matukio kama hayo, hasa taifa linapokaribia kwenye kipindi cha uchaguzi. Nyumba za kuabudiwa Mungu zinataka ziheshimike. Tungeliomba polisi wa, waajibike na waeleweke kwamba taifa la Kenya lina watazama wao. Itakuwa ni jambo la kusikitika, polisi anavaa ninja gari zinakuja hazina plate number. Hapa tuko Sudani? Hii ni nchi ko huru. Twaomba serikali iheshimu nyumba za ibada zote. Twaomba serikali isijaribu kuvuruga au kuharibu na kuwatoa na kuwa, na kuwa fikra watu ambao wamekuja kuabudu Mungu. Kando na viongozi wa kidini Naibu kinara wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiangi amekashifu kitendo hicho, akisema ni cha kusikitisha ikizingatiwa kuwa watoto na waumini wakongwe hawakuwa na hatia, akiongeza kuwa serikali inapeleka taifa katika janga la hatari, ikizingatiwa kuwa wanajaribu kuwashurutisha Wakenya. What happened yesterday in, in Othaya, Nyeri is very shameful honestly, it, it's unthinkable

Hiki siyo kitendo cha kwanza kumtendekea Gachagua tangu walipong'atuliwa kutoka serikalini, japo baadhi ya viongozi serikalini wameendelea kudai kuwa alijitendea unyama ule.